Jambo nyingine pengine kwenye hali <coughs> ya kisiasa ni mchakato wa katiba mpya. Sasa hili nachoweza kusema tu ni kwamba tume ya Mzee Warioba baada ya kutembea nchi nzima na kusanya maoni ya wananchi, ilirudi ikakaa, ikaandaa rasimu ya katiba, kwa tarehe 3 Juni ndio tukakaribishwa kwenda kuipokea ile rasimu alifanyia pale karibue, tukaenda tumemalizana nao vizuri. Rasimu zile zimesambazwa kwa makundi mbalimbali, na hasa yale ambayo yatashiriki katika kutoa maoni zaidi, yale mabaraza ya wilaya. Karibu kila mjumbe mahakikisha amepata kopi yake. Sasa kwa sasa tulipo mtakachokiona pale rasimu hiyo ya kwanza. Sasa hivi tunavyozungumza, huko tume hiyo inazunguka nchi nzima, inakutana na yale mabaraza ya wilaya. Wale mabaraza ya wilaya naye yalileta maneno. Kilichotokea ni nini? Mabaraza yale yametokana na wajumbe kutoka katika kila kata tupate wajumbe wanne na wanatokana na vijiji vilivyomo katika hiyo kata. Shida iliyoibuka ambayo ndio ilileta kidogo hali kidogo ya kutokueleweka. Okay, eleweka hivi ili, kwamba kwa nini mmeipa levo ya kata mamlaka ya kupata wajumbe kwenda kutuwakilisha katika mabaraza ya wilaya, kwani msingi hachatu wake wakajitokeza hivi kwenye kata kule basama wakapatikana. Tumejaribu tu kulieleza, wajua ulikubali, walikubali, lakini baadhi waliona kama bila hiyo inawapa advantage wale wanaotawala e, kwa sababu ni kweli kwamba ukichukua kata zote tulizonazo ukachukua na serikali za vijiji tulizo nazo, ukajaribu kutazama chama gani kina uwakilishi mkubwa, utakuta ni kweli Chama cha Mapinduzi ndio chenye watu wengi. Na kwa sababu serikali hii ni ya chama hicho, ukiipa kazi hiyo, hisia zinazokuja ni kwamba eh, vyama vingine watapenya kweli. Ilikuwa ni hofu ya kweli kweli, naona kwenye serikali huku ndio liko pendekezo la serikali tatu. mm -hmm. Kona lenyewe lina mambo yake pale hapo, kwenye wabunge na penyewe kuna mambo mapya yamekuwa introduced pale. Okay. idea viti maalum inapotea, atunakukanabili sasa. Sasa tutazana mtindo mwingine. Tumekuja, ilikuja na wazo kwamba pengine katika hili wao wanaona ni nzuri wajumbe wale watakaa wa bunge wale washiriki wa serikali ile ya muungano watawakilisha wata mikoa na kwa sababu tuna mikoa ishirini na mitano wakajipegi kwenye mikoa ishirini na mitano Kwa hiyo unasimama mwanaume na mwanamke, wajumbe hamsini wakampa rais mamlaka ya wajumbe wengine watano wa bunge, lakini wale mao Zanzibar, kosona mikoa mitano lakini wakaona wakitumia mitano uwakilishi tako mdogo, wakaamua watumie wilaya ana wilaya kumi pale kwa hiyo wakatumia ile, ndio formulation yake, labda kupata wale wabunge mwanamke na mwanamke kwa ukipiga. Okay, hivi toto yote bunge zima la muungano ni kama sabini na watano. Sasa mm -hmm, huku ndio nakuta maneno hapo kwenye bunge. Hapa ndio hatutaki tena mawaziri watokane na wabunge mawaziri. Sasa wale 75 hawamo, kwa hiyo watatokana sasa huko nje kulingana na rais atakavyo, atakavyoona. Hapa ndio unakuta vile vile, kuna kitu kinaitwa kama wewe, mpaka siku tunapokwenda kwenye kuchaguana huko, tulikopita kumekuwa mbunge mfululizo kwa vipindi vitatu, out, huna sifa ya kugombea ubunge. Ndio maana sisi lazima wanapiga piga kwa hii eh, malaki. <coughs> Tutapeleka watu ambao wana uzoefu. Eh, Mungu anataka uzoefu vile vile. Huko pande wa serikali ya muungano, rais naye wanasema moja ya sifa zake asiwe amekuwa mbunge kwa vipindi vitatu vilivyopita. Naye hawezi kugombea nafasi ya rais. Ni kwa maana na yeye kidogo linatupata. Maana wale wote tunaosema sema, wale wote hatuna sifa. <coughs> na tu sasa kule wengine new blood hivi zaidi vipindi vitatu sasa, wengine zaidi sasa. Ni je, serikali mbili au serikali tatu? Goma kwa sisi Chama cha Mapinduzi msimamo wake wote mnajua ni serikali mbili, na wajaribu no, kujenga hoja kwa nini na pia serikali mbili. Sasa na je, mabaraza ya wilaya yatasema nini? Je, tutakapokuja kukutana na yale makundi, taasisi, asasi na nini na nini, yatasema nini? Je, tutakapokwenda kwenye bunge lenyewe la katiba, na lenyewe litasema ni safari bado kidogo ndefu kwanza nasema wakati ule tunaungana 1964 nasema by then Zanzibar ilikuwa na watu laki tatu Tanzania tutakuwa yeah. milioni 12 sasa mili. ukianza kuzungumza serikali hizi kuja kwenye mfumo wa shirikisho lazima ujiulize vile vile hawa laki tatu wataweza kweli kuchangia serikali ambapo upande mmoja ndio kubwa kuliko upande mwingine, upande wa pili una resources kubwa na nyingi kuliko upande mwingine. So how do you apportion that burden between the two governments? Kama hii kitu itawapeleka sehemu si sahihi. Sasa of course ukitazama sasa, not much has changed. Sasa ya, ya juzi hii inaonyesha kwamba mzazi wako bilioni moja na, na laki tatu Tanzania tuko milioni 43 karibu 44, karibu watoto yote, karibu 44 plus. Lakini ukubwa umebaki ule. Ina Zanzibar ni kilomita za mraba 2000 plus. Sisi ni kilomita za mraba laki tisa na arobaini na tano plus. Look at the resources from this side. Look at the resources from the other side, alafu jaribu kupima uone. What is it that we can do kwa, kwa nchi za aina hii maana Mwalimu aliona kama ni muungano unique kidogo, ambao nchi zake uwezi ukazilinganisha, kwa maana ya uwezo, hata kwa population, hata kwa vigezo vingine. Katika situation kama hii, hatuwezi tu kuiga mifumo hiyo mingine, so it may not fit well kwenye muundo huu tunaofikiria. Lakini kubwa ni ile element ya udugu ambayo imejengwa kwa muda mrefu, we have to continue with it, tuone namna tutakavyojenga zaidi na zaidi. so a sensa tumeimaliza na tumeshaanza kutoa taarifa mbalimbali za sensa e, tayari kwa ajili ya matumizi mbalimbali pale nchini. So we are, we are okay so far, sioni kama kuna kuna tatizo kubwa kwenye eneo hili. Kubwa tu tu ni tu ni hili tu, niendelee kuemphasize kwamba sensa ile ndio imetufikisha mahali tunasema Watanzania 48 milioni 928 elfu Mia tisa, mia tisa na ishirini na tatu, almost 45 million na ambao wako milioni moja laki tatu na tatu mia tano sitini na tisa ziko tatizo tatizo lao la DRC Rwanda ambalo yote niyote mnalijua okay. Na hiyo ndio litufanya si tukamua peleka vile vilevile vijana wetu kwa ajili ya kushiriki katika ulinzi wa amani kwenye eneo hili of course, na lenyewe alikuwafurahisha Unaona, kama vile Tanzania wa shehe zijeuri hawa, mnakwenda tena huko nyinyi. Kulikuwa na vitisho, wale waliandika barua wakaleta kwa speaker, tulikata wao pale tunapeleka vijana wenu mtaona, ah ni tunasema tutaona na tulishaona vingi tu. Tunalo jukumu hilo kama sehemu international community as neighbors na don't forget, kila wanapovurugana kimbilio lao Tanzania, ndio tunabeba wakimbizi. Kwa hiyo kwa tuna, wa tuna maslahi sana na jambo hili. Kwa hiyo vijana wako kule so far so good.

Mm-hmm. Pale na ni, ni watifu tu moja ambalo pengine mtakuwa mmesikia, tumebadili mfumo wetu wa budgeting na tulianza effective mwaka huu, kwa budget yetu tumejadili kuanzia mpaka Juni 30th, kwa tumemaliza sababu zetu zilikuwa nyingi, kimoja ambacho tulifikiri kitatusaidia not immediately kwa mwaka huu lakini tunaamini tunakokwenda itatuwezesha kwa kweli naanza Julai effectively na kazi za serikali zinaanza. Si maana sasa hivi tu kwetu tunakwenda mpaka Agosti katikati huko. Bado mambo ndio kwanza tunafikia, mzee, nimekusanya ngapi huko, na ndio sasa hivi nimemaliza, naanza kazi moja kwa moja. Kwe, tukabini, hi, galo, miezi, mine, tu kwa tukamini, hii itatufanya angalau miezi minne effectively tuweze kuwa tunafanya kazi za serikali. E, Taasisi yetu ya takwimu hili jambo atakuja kulifuata mwakani nne ndio watatupa sasa GDP kwa kiwango cha sasa. Kwa sasa sasa hivi tunaendelea kuamini kwamba ile growth iliyokuwa nayo si tutakuwa tuna, tuna, tunaifacta kwenye budget, lakini watakao tuthibitishia wea itakuwa ni hawa wenzetu watakao kukamilisha hilo so yes. Lakini kizuri kwenye mfumuko wa bei ah, si haba, na wakati ni mwezi Mei na mii, okay. mwezi mwaka jana tulikuwa asilimia 18 na point mbili. Mwezi Juni mwaka huu tumeshuka mpaka 7.6. na imani yangu ilikuwa ni kwamba tujitahidi kwenye chakula, tunaweza tukashusha zaidi. A big struggle kutoka pale tulipokuwa mwaka jana mpaka hapo ambapo tumefika tunataka hata tutakapofika 2013 watakapokuwa na report ama tuvuke tuingie saba point something au angalau tubaki pale. Kwa kwetu ni crucial kwenye viashiria vya, vya uchumi wa nchi yoyote. Per capita income nayo tumeendelea kwa kweli kufanya vizuri. Na tisa ilikuwa ni kama 693, pato la mwananchi per capita income. Yeah. Kumi na kumi tukapanda tuka mia saba laki saba laki na sabini kumi na moja tukaja mia nane sitini na tisa laki nane na sitini na tisa kumi na kumi na kumi na kumi na mbili mwaka jana tulishafika milioni moja na ishirini na tano au na thelathini na nane so you can see the GDP growing, lakini wastani wa pato nao unapanda. Sasa, kasheshe iko wapi? Kasheshe au changamoto ni kwa nini? Wakati growth inaonekana nzuri kiasi hicho, mbona huku kwenye jamii, ukienda vijijini, hatuoni kwamba kuna mabadiliko dhahiri ya ja, hali ya maisha wake na kadhalika na kadhalika. Sasa hapo ndio kwenye mtihani ambao sasa lazima wote ukevikivo 2012-2013 wametueleza maana yake nini sasa wanatuambia uiano wa thamani ya deni la taifa kwa sasa ikilinganishwa na pato la taifa, koshen yao ni kwamba ukomo huo usizidi asilimia 50, okay. hisi tu kwa asilimia 18.9. Kwa maneno mengine deni la taifa ikilinganishwa na pato la taifa bado kuna liwe kama mdataka lakini haina maana kwamba basi mkakope tu kwa sababu hiyo. Niwe naye lazima mtazame vile vile mtalipaje huko mnapokwenda, itakuwa ni kiasi gani kwa watu wenu na kadhalika na kadhalika. Lakini kwa maana ya kiashiria, kwa maana ya kigezo, inaonekana bado kuna nafasi nzuri. Hatuwezi kubabaika hata kidogo.